Uh, kwa majina anaitwa Gerald Noah Mwakyonde. Kwanza ni wasalimie Watanzania wote. Niko katika viwanja hivi vya Kandete hapa Mwakaleli. Bonde la Mwakaleli, jimbo la Busokelo, wilaya ya Lungwe, mkoa wa Mbeya. Leo tukuwa tunahitimisha kampeni za mgombea ubunge wetu. Ndugu Lutengano, George Mwanriba, kijana wa nguvu kama wote tunavyomuita hapa Busokelo. Leo tulikuwa nahitimisha kampeni katika viwanja hivi kuhitimisha zile kampeni ambazo zimepita kitongoji kwa kitongoji, kijiji kwa kijiji, kata kwa kata kuomba kura kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi, kwa ajili ya wagombea udiwani, mgombea ubunge mwenyewe na mgombea urais mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Chama cha Mapinduzi kimejidhihirisha, kimefanya mengi katika awamu zote na mpaka awamu ya sita mama yetu Mama Samia suluhu Hassan, katika kipindi cha miaka minne ametekeleza miradi mingi, miradi ya afya, miradi ya miundombinu, miradi miradi mingi ya elimu. Kwa hiyo chama cha mapinduzi kimepimwa na kimepimika, mama yetu anatosha kwenda kufanya kazi katika kumalizia ngwe ya awamu hii ya sita katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwa hiyo e, watanzania wenzangu ninawaomba sana, twende tarehe ishirini na tisa tukampigie kura Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wetu, amalizie awamu yake hii ya sita katika kipindi cha miaka mitano. Sisi chama cha mapinduzi ni tofauti na vyama vingine. Chama chetu kina uzoefu, la kwanza. Chama chetu vile vile kiko na ilani, ilani ambayo iko na ahadi za utekelezaji wa miradi mbalimbali, iwe afya iwe elimu iwe miundo mbinu na maeneo mengi katika sekta mbalimbali ambazo serikali inahusika nazo. Kwa hiyo chama chetu kiko kimejipima na kimepimika na Watanzania. Niwaombe Watanzania, tuendelee kuunga juhudi hizi kwa kupiga kura kwa chama cha mapinduzi. Tumpigie kura Dokta Samia Suluhu Hassan, mama mwenye hekima na mchapa kazi, na ametuletea kauli mbiu nzuri, kazi na utu. Tunasonga mbele. Wana Busokelo wenzangu, tuko na kijana wa nguvu, kaka yangu Lutengano George Mwalwiba. Yeye ndio mgombea mpeperusha bendera ya chama cha mapinduzi kwa jimbo letu la Busokelo. Ni kijana ambaye amepimika, ameiva kwenye chama cha mapinduzi, ameiva kwenye serikali, ametumika kwenye serikali kama mkurugenzi wa halmashauri mbili tofauti, amefanya vizuri, chama kimemwamini, kimetuletea atuongoze kwenda kwenye maendeleo bora ya jimbo letu. Maendeleo ni mchakato, ni hatua. Ndugu yetu aliyekuwepo amemaliza muda wake, sasa ni wakati wa Mwaliba, tukampe kula za kutosha. Wana Busokelo, ni waombe vijana wenzangu, ni waombe mama zangu, ni waombe baba zangu, ni waombe, tukampigie kula nyingi Dr. ndugu Mwaliba kwa sababu tukimpa kula za kutosha tunampa nguvu za kwenda kutusemea, tunajipa uhalali wa kumdai maendeleo baadaye akiwa anatutumikia. Twende tukampigie kula, aende na nguvu hiyo Dodoma, akatudaie maendeleo sisi wana Busokelo. Wana Busokelo vile vile ni waombe kutoka kwenye kata zetu ambazo tupo tuko na wagombea udiwani mbalimbali, tuwape kula wagombea wote udiwani wa Chama cha Mapinduzi hawa, kwa sababu serikali itakayoenda kuundwa ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tusipigie watu wengine, kwa sababu hawatakuwa na sehemu ya kupeleka mambo yao, watakuwa wanaleta mgongano. Lakini Chama cha Mapinduzi kwa sababu kiko na ilani. Vyama vingine hamjasikia ilani, hawana ahadi kwa Watanzania, lakini CCM inayo ahadi kwa Watanzania kupitia ilani, ndio utakuwa mkataba wetu kwa kula yako jitokeze, tarehe ishirini na tisa, nenda kapige kula kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania ukimpigia Dokta Samia Suluhu Hassan, kwa ajili ya maendeleo ya Busokelo ukimpigia ndugu Rutengano George Mwaliba, kwa ajili ya maendeleo ya kata yako ukimpigia diwani wa chama cha mapinduzi. Kidumu chama cha mapinduzi!